Za za za za za za zabibu zabibu, za za za za za za za za za za za za za za za za. Tumkar, tumkaribisha Bi Mercy <laughs> za za za za za za za za. Mjambo, marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy, uh, mmefurahia vipi somo letu? Nafurahia sana kutengeneza video hivi pamoja na dada yangu. Mmemwona dada yangu tena. Kwa hivyo, kama alivyowatanguliza na kuanza pamoja na nyinyi, tunasoma kuhusu um, herufi za. Kwa hivyo tutaanza pamoja um, herufi za na tutaiandika hapa herufi za. Aliwasalimia kweli. Aliwasalimia. Haya, karibuni sana katika somo letu. Kwa